Mchezaji wa mpira wa kikapu Iman Shapard na mwanamuziki Teyana Taylor wamekamilisha rasmi talaka yao, makubaliano ambayo yamevutia hisia kutokana na masharti yake ya kifedha. ya wanandoa hao waliotengana mwaka 2023 baada ya ndoa ya miaka minane, walifikia makubaliano ya mwisho mnamo Juni mwaka 2024. Kwa mujibu wa Express Tribune, kama sehemu ya makubaliano hayo, Taylor atapokea nyumba nne za kifahari zenye thamani ya zaidi ya dola milioni kumi malipo ya papo kwa hapo ya mamilioni ya dola, magari ya kifahari kadhaa, yakiwemo Maybach ya dola laki tatu, Mercedes Sprinter ya dola elfu sabini na basi la ziara. Aidha, Taylor atabaki na umiliki kamili wa biashara zake zote, jambo linampa uhuru wa kifedha na udhibiti kamili wa vyanzo vyake vya mapato. Kwa upande wake, Iman Shepard aliwahi kuchezea Brooklyn Nets amekubali kulipa dola 800 kwa mwezi kama matunzo ya watoto wao wawili, kugharamia ada za shule binafsi za watoto wao kuhakikisha wanapata elimu bora na malezi mazuri licha ya kutengana. Taylor amesisitiza kuwa mgawanyiko wao ulikuwa wa amani na hakusababishwa na usaliti. Katika chapisho lake la awali kwenye ukurasa kwa Instagram, ambapo alieleza kwa wazi kabisa, Iman na mimi tumetengana kwa muda sasa. Kuwa mkweli kwa asilimia 100, usaliti si mojawapo ya sababu za kutengana kwetu. Zaidi ya hayo, aliangazia uhusiano wao mzuri wa malezi ya pamoja, akisema bado ni marafiki wazuri, washirika bora wa kibiashara na tunafanya kazi nzuri kama timu katika kuwalea watoto wetu wawili wa kupendeza. Teyana Taylor, ambaye anaendelea kuwekeza katika taaluma yake ya muziki na masuala ya familia, ameibua pia uvumi kuhusu maisha yake ya kimapenzi, ambapo hivi karibuni Alizua gumzo baada ya kudhuria tuzo za Oscar akiwa na mwigizaji Aaron Pierre, jambo lililoibua tetesi za mahusiano kimapenzi kwa wawili hawa. Ni SNS, Gentlemen.